Naam na, mtazamaji mta wa Media Forum, tuko na na wajasiriamali wadogo wadogo wanaopatikana mkoa wa Pwani wilaya ya Kibiti. Hawa e, ni wajasiriamali wadogo ambao wanajishughulisha na utengenezaji wa mawese mafuta ya, ya mawese, na meza ya Media Forum imekuja kuwatembelea wajasiriamali hao wadogo, ili baadhi ya wajasiriamali wengine ambao wajui wapi sehemu wanaweza kawekeza, wakawafuatilia na wakajua namna gani ya, ya, ya kufanya hii hi shughuli ya uzalishaji wa mafuta, na leo ataeleza mwanzo mwisho mpaka faida zake na namna gani wanapata e, faida na kujikwamua kiuchumi. Hii ni chachu kwa baadhi ya vijana au vijana wengi ambao wanapenda kufanya hizi biashara hii biashara hii shughuli, ni inatumika na mtaji mmoja mdogo sana, ambao kwa kawaida hata mtu wa hali ya chini anaweza kafodi na kuweza kufanya kufanya hii biashara. Dada Saumu mjasiria mm. mali mdogo mdogo wilaya ya Kibiti mm. watazamaji sasa na wasikilizaji wa Media Forum sawa, wanataka kuona na kujua namna gani hatua, eh, ya kwanza unaifanya sawa, mpaka malighafi anafika hapo nyumbani sawa, namna gani unafanya. Kwa hiyo wasikilizaji wanataka kujua, eh, ili na mtu ambaye ana lengo na nia ya kuanza kwa, hii biashara ya kuanza hii process ajue anaanzia wapi unaweza ukatuelekeza hatua ya kwanza wanafanyaje, mpaka mpaka haya malighafi yanafika hapa kabla ya kwenda kiwandani? Yaani ina hatua ya kwanza, inategemeana na mtaji ambao unaanza nao. Kama mtaji wako utakuwa mkubwa, ndio moja kwa moja utaenda kwenye shamba ambayo ni kampuni ya machikichi, ule utakusanya mzigo, kisha utaingiza usafiri, utarudisha nyumbani. Hatua ya kwanza ni kukusanya mzigo kwa kupita mtaani, kununua makole au kwenda kampuni kwenye michikichi ambayo huko imezalishwa tu mingi. Hatua ya pili, unarudisha nyumbani mzigo. Ukisharudisha unakuwa ni makole kama haya hapa, ili uweze kugodoa, inabidi uyapasue pasue, uyafunike yawive ili uweze kugodoa. Kisha hapo ndo unapouandaa unashika kwenye viroba na kwenda kiwandani kwenye mtaji mm. umezungumza na mtaji. Mtaji huu unaosema mtaji mdogo ni kama kima cha kiasi gani, ili msikilizaji ajue kwamba mimi aha, kama mimi nina kima kiasi hichi, naweza nikafanya hiyo shughuli? Maana unaposema mtaji mdogo, hata milioni 10 20 ni kuna wengine wanaona mtaji ni mdogo, kwa sema mtaji mdogo wa kiasi gani na mtaji mkubwa wa kiasi gani, yani wastani. Mm -hmm. kwa wastani wa 50 laki 1, huo ndo mtaji mmoja na 50, huo ni mtaji mdogo ambao unaweza ukazunguka tu mtaani ukapata mzigo Alafu uh -huh. Mtaji mkubwa unaanzia laki mbili laki mbili na nusu na kuendelea. Kwe, kwa wewe huu uh, mtaji wako ni mkubwa au mdogo? Sema <laughs> mkubwa sasa. mm. hmm. Ah, basi haya, chukue mfano sasa, mimi sasa ndo na mtaji mdogo sasa mm. Kwa hiyo ina maana au kama nikiwa na mtaji mkubwa Siwezi nikapita mitaani nikapata au lazima niende kwenye makampuni. Utapata ile utachukua mimi. Ah, kwa ina maana kumbe swala la kuchukua swala la kuchukua kwenye makampuni ni uharaka. Uharaka ni mzigo. Ah. Sasa mfano kama wewe sasa na mtaji wako huo uh, hataki kujua mtaji wako uh, ni bei gani mm. ni siri yako. Lakini kwa mtaji wako huo uh, uh, wewe unafanya faja process unafanya process gani mpaka kufika hapa umzigo? Mm, kwa usafiri wa guta. Wa guta. Mm. Ah. Na msikilizaji na mtazamaji wa Media Forum e, baada ya kufika eneo la tukio, namna gani malighafi yanatengenezwa, leo tumekuja akiwa ndani sasa moja kwa moja kukuta huyu mtaalamu na ni injinia wa eneo hili wa hii kampuni sawa. Huyu ndiye anahusika na ukamuaji wa haya mafuta, kwa hiyo yeye atatuelekeza sawa, atatuelekeza kuanzia wapi, yaani process zote mpaka zinaanza kuanzia, anatoka kuanzia malighafi, anavyofanyika process zinavyofanyika mpaka nusu kuwa pamoja na nasi, tuendelee kupata utaalamu. Karibu sana ni mtaalamu wetu na ni engineer wetu ambaye anaweza akatuongoza kwa hatua yote ambayo iko hapa. Kwa hiyo tumsikilize bwana ili atuelekeze jina yake ni nani na anafanya hapa kazi kama nani, na posi zake zinaanzia wapi. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, karibu sana. Mii naitwa Alomari Omari mpili progresi hmm, ya kukamua machikichi au kukamua ni mafuta, tunaanza kukata kwa mkulima kama unavyoona, yale anaanza kutambuliwa kishotoka. Uh, hapo mkulima anakuja hapa anatia kwenye pipa anachemsha. Naam, sasa mtazamaji na msikilizaji wa Media Forum, hupo hapa hii <tuhi> ndio mm hatua hmm. Anasema hatua ya kwanza baada ya kwa kuyatengeneza, hii hatua tunaiona kule kule ambako tunachukua matio kwao, anatengeneza hapa, asa natupeleka kwenye kupika, anaenda kupika kwenye mapipa, twende tukaone, karibu sana sasa Ushayachemsha unataka upeleke katika kinu cha kusadia kishaia, unaeza kusaga, unakamua, unatoa mafuta. na chemsha, tunaingia kwenye mashine, tunasaga, tunakamua mafuta. Kwa hiyo yeah. Hapo sasa, hapo sasa mkulima akisha nini, akisha leta yeah. Matilio ma yake, hatua yeah, yeah, yeah. Kwanza inaanzia wapi? Anapitia katika pipa hmm. na kuchemsha maana matilio wanachemsha matilio kama matilio, au anachemsha kitu gani, yaani bila kuyaosha au mnafanyaje? Bila kuyaosha una unachukua machikichu unaweka kwenye pipa, unachemsha, yashawiva, unaingiza katika mashine ndio unaanza kukamua kutoa mafuta. Sasa tunataka tujue sasa tuende a... mm -hmm. hatua ya kwanza kabisa tupeleke tukaone namna gani anavyofanya. Unaingiza huu unakamua mafuta huku, wanasinda wanasinda mafuta kwa kutumia unakamua ushatoka hapo, ndio napeleka jikoni uyachemsha. Hii sasa ni hatua ya tatu, nashapika mkulima nadake mafuta kama unavyoona hapo, unatoa unashingia katika chombo, kwenye madumu hapo. Ni hatua ya tatu mafuta mtiani, anafaa kwa kura na bila mashaka aina yoyote. Haya ndio mafuta machafu, kapinga kule kenye hapa baadaye tunakuja shimo kubwa kama ya tunakuja maji machafu, e, ile shimo la maji taka ndio machafu. Mafuta hakuna tena, mafuta hakuna. Ndio maana tukaliweka huko karibu mbali sana maeneo hili, kwa sababu ni hatari mojawapo. Aa, tukaliweka mbali sana shimo hili. Mtazamaji wa Media Kalam, hapa ndo wanakamua mafuta kwa mawese. Hao wanasema wakishatoa mafuta hapa, hizi nini hizi, products ambazo zinabaki hizi, hizi ni products ambazo zinabaki, wanakuja wanaziseto tena, wanazirekebisha tena, wanakuja wanazi... wana... wanakuja wanazi... wanazitengeneza vizuri, wanazianika hizi, nazo nazo wanazikamua na ma wanatoa mafuta tena. Kwa hiyo na maana kila kitu katika haya mawese ni mali kila kitu ni dili katika mawese. Wakishafika hapo, wanajitengeneza vizuri kama walivyoelekeza hapo na mtaalamu wetu, wanakuja wanazianika hapo, zinakauka na kwenye vileba tayari kwa, kwa, kwa kuuza. Karibu sana kwa nasi, baada ya kuendelea kujifunza kupitia Media Forum. Tufuatilie Media Forum katika mtandao wa kijamii, andika Media Forum, comment, share, subscribe, na hakikisha una comment kwenye section comment section ili uweze kupata vitu kama hivi. Asanteni sana.